Na mheshimiwa, tukiachana na hayo mwaka wa 2022 2 uliwania nafasi ya ugavana na ukamaliza katika nafasi ya pili, hivyo 2027 ndio hii upo kwenye debe. Kwanza asante kwa hiyo swali. Watu ni washukuru watu wa kaunti ya Marsabit wale ambao walinishika mkono na walipatia kura, na nilikuwa kura nyingi sana na wengi wamesimama na mimi wakati huo na ninawashukuru sana sana kwa hiyo upendo eh, na hiyo eh, kura walinipatia. Wali, wali kwa kika, Mungu akitujalia tufike tu kwenye sensebe ni kwa debe, na tena kwa imara zaidi. Na leo pia nimepata experience. Ni zamani nilikuwa tena nasimama kura ya ubunge eh kule North Horr, hiyo wakati nilipata nafasi ya kusimama kura ya kaunti nzima, na experience nimeipata ya kutosha. Ninajipanga vizuri eh, na viongozi wengine namajalia kuhakika nitakuwa kwa debe kisimamia kiti ya ugavana. Asante sana hapa kunipa hii nafasi, shukrani Radio Jangwani. Kwa jina naitwa Mheshimiwa Chachu Ganya ni nikuwa mbunge wa sehemu za North kwa zaidi ya miaka kumi na mitano na juzi niliwania kiti wa ugavana. Kwa wa pili katika huo ushindano sasa, na wahudumia wa Kenya haa. Kwa njia zingine hatuja ah, kuona sana mheshimiwa, hivyo unaposema na wahudumia wa Kenya katika nyanja zingine, pengine siku hizi uko wapi api? Siku hizi, n, mimi nafanya mambo mengi. Kwanza mimi nilianzisha shirika linaloitwa Madana Kenya Fund ama zamani ambaye zinasomesha watoto zaidi ya elfu moja mia nne katika shule ya upili na kama 200 hivi katika vyuo vikuu na, na colleges e, mchama ya hiyo NGO ambayo kwa ambayotamadarikaniapa kwa kusaidia kwa hao watoto wetu ambao wana uwezo kwa pande ya pesa e, kusoma kupata scholarship katika shule za upili na pia colleges na, na universities. Hiyo ndio kazi yangu kubwa, kutafutia wa hela kule ngambo na kwa kote ambapo naweza kupata hiyo hela, na zaidi hayo pia nafanya na shirika inayoitwa Northern Kenya Fund no, Northern Kenya Trust e, ambayo pia inashughulikia kama kaunti kumi katika taifa letu, na pia nipewa kazi na serikali pia kuwa director katika shirika la wanyamapori, Kenya Wildlife Service kama director. Haya yote zinanifanya niwe na kazi ya kutosha ya kufanya kwa sasa, mara nyingine kwa upande wa Nairobi, upande wa Isiolo na Nyuki, na kama wiki mzima niko upande wa North Horr pia nikitembelea wananchi na kuwashauri kwa mambo ya amani. Mheshimiwa, ziara hiyo yako ya upande wa North Horr, kumekuwepo na changamoto upande ule, kwanza utaizungumziaje changamoto yenyewe, mzozo uliokuwepo na watu wakapoteza maisha? Kwanza ni jambo la huzuni sana ya kwamba watu wetu walipoteza uh, maisha uh, na ninawapa pole uh, wafamilia wote ambao walipoteza uh, wapendwa wao, ili waweze kuwatembelea wote katika sehemu za North town na pia kule Korka uh, nimekuwa nao na nimewapatia rambi rambi zangu. Zaidi ya hayo ni kitu ya kusikuu sikitisha sana, kitu cha kuhuzunisha sana kuona watu wetu, wandugu wa jamii, watu ambao Mungu momba pamoja, wameishi pamoja kwa miaka mingi, enzi ya mababu zetu, hata mbele mababu mababu zetu, ndugu zetu e, wakipigana bila sababu e, ni kitu cha kuhuzunisha sana kwa e, kweli, kuna sababu lakini, hata kama kuna sababu, ni heri kutafuta njia nzuri kusuluhisha ile shida ambayo iko e, miongoni mwetu. Kwa hakika ni shida e, na ni kitu ambacho imetokea sio leo peke yake, akado kwa akad liko uongozini. E, nikiwa mbunge wa sehemu hiyo ilitokea mara kwa mara na tukishikana na viongozi serikali yetu tuliweza kutafuta suluhisho. Tena imetokea e, kwa njia mbaya na nimetembelea hizo sehemu kushauri wazee kwa mikutano sehemu ya North sehemu ya Korka dukana, pia laweza kukutana na wazee wa jamii yote mbili ya wazee wa Gabta na wayu na kuwahimiza sana sana kukaa kwa amani na kutafuta suluhisho ya kudumu ili tuweze kuona amani ya kudumu katika sehemu zetu. Itakuwa kazi nzuri, washikadau wote lazima shikane, mshikane mkono tuweze kuwa na baraza na mikutano, sio moja ya kutosha, ili tuweze kujua kwa undani yale mambo ambayo yameleta haya matatizo. Ni sasa imetokea kwa miaka karibu, wanasema karibu ta ishirini, lakini mimi mwenyewe najua zimetokea wakati wakati wa uongozi wangu kwa e. Hivyo ni muhimu sana tushirikiane, tushiriki, tushiriki, tushiriki mkono, tukae pamoja na tutapote kwa undani e, e, tujue haya mambo kinaga ubaga ili tuweze kuleta suluhisho ya kudumu. Ndio e, ombi langu wazee wa jamii wa Gabra jamii a wa wazee awayu na washikadao wa serikali yetu nata mashirika ya serikali kuungana mikono tafute suluhisho ya amani ya kudumu. Hii ni mambo mazito. Eh, mimi nahofia ikiendelea hivi miaka zijazo zi, zi, naona naomba Mungu sana sana isitokee, okay? lakini haya mambo yakitokea pengine siku za usoni inaweza, ina, ina, ina, ina, inaweza kuleta madhara mabaya sana, iwe hata hatutaweza kuikontrol in future. Vile watu wamehuzunika, watoto wamehuzunika, wamama wamehuzunika, wazee wamehuzunika kwa kila upande, na haya mambo eh, ndio ataileta maafa mengi duniani na sehemu zingine katika hii dunia. Kwa hivyo ombi langu kubwa ni sisi mm-hmm. kutafuta suluhisho ya kudumu kuna kwa haraka Mheshimiwa, wanasema tatizo ukisha lijua basi limesuluhika nusu. Hapa tatizo ni lipi? Kati ya Wayu na Gabra upande ule ile, tatizo tunajua ni moja, yale tunajua kwamba watu, watu wanauawa e, watu wakiwawa wa Gabra pia wanasema ni watu wa e, jamii ya Wayu ndio wameua watoto wetu ama watu wetu, na Gabra pia w, E, wakijua ni hayo, wanaenda kulipisa kisasi, kwa sababu haya watu wetu wanaendelea kufa kila wakati. Kwanza ni, ni mbaya sana kusema jamii e, ndio imefanya e, maovu, maovu yanafanya na watu wahalifu e, na kuna jamii ambayo ni waovu. Huwezi sema wazee, watu wa, wa jamii ya kabila waovu, ama jamii wa yawayu wa ndugu zenu waovu, hiyo ni kukosea sana. Lakini katika kila jamii kuna watu waovu na hawa watu waovu lazima tuwatafute, tuwaite waovu, tuwashike, tupeleke mahali ambapo serikali imewatengea kando, na inaitwa jela. Hiyo ndiyo mahali ambapo wanastahili kuishi, hawastahili kuishi miongoni mwetu na, e, na lazima tujue hawa wanatoka wapi, tuwe watafute pamoja, tuwashike na tuwe na sera ambayo itahakikisha ya kwamba watu hawa kama hawa hawatapata wa, nafasi watapata kuishi miongoni mwetu na kuleta maafa ambayo wanaendelea kuleta, katika jamii zetu. Mheshimiwa, watu wanazozania mifugo, wengine rasilimali, huko North Horr wanazozania nini haswa ili ifike kwamba mpaka kuna mauaji? Hao watu um, waki- mtu akiuawa hata akiwa na nguo hiyo nguo aichukuliwe, hata akiwa na simu kwa mfuko aichukuliwe, hata akiwa na pesa pengine kwa mfuko aichukuliwe. Mkuu, watu mwanadamu na kwenda ni kama pengine ni mambo ambayo atatufahamu, ndio kwamba ini ni uwasama wa kisasa, usamah mpya ambaye atufahamu zamani. Vile ulivyosema ndugu yangu, tunaozana juu ya mifugo, juu ya maji, juu ya ardhi, haya yote hayako hapo. Ndio inatustahili kufikiria kwa makini zaidi, tujue kichanzo na kiini hii uwasama na tutafuta suluhisho ya kudumu na kwa njia ya haraka, atutumie mbinu mpya mawazo mpya na kuleta ushirikiano mpya baina ya jamii yetu, ili tuweze kutatua shida ya kisasa ambayo si ya jadi. Wanasiasa wanatakiwa kuhusika katika hili, inakuwaje? Kwa hakika vile unavyojua, niko upande wa Nairobi siku hizi, mara nyingi niko upande kule wa Nyuki, siko upande huo. Kwa hivyo sina hiyo ufahamu na sina hiyo habari. Na sita sita ongea juu ya mambo ambayo si fahamu. Na umefanya msururu wa amani pale ukitembelea familia zilizoathirika, pengine hali kwa sasa hivi wanavyosema kwa ground, watu wametulia, suluhu mmelipata kwa sasa? Ndugu yangu watu wametulia, nashukuru pia serikali yetu iliweza kuchukua hatua dhabiti wazee wetu pia walikuja pamoja, wazee wa jamii wa Gabra na Wayu kule North na kule Dukana, kushikana mkono, walijaribu vilivyo kuleta eh, hali ya subra. Lakini kwa hakika shida bado iko, unaona watu wako na uchungu, kwa watu wote wa kila jamii wamepoteza wame eh, wapendwa wao eh, na kiongozi na wamama na vijana na hata wazee kwa hakika unaona kuna chuki nyingi eh, katika mioyo ya watu eh, na ni lazima tutafute mbinu na njia ya kutatua hiyo eh, shida, watu wetu waende kuishi kwa usalama kwa sababu imepoa eh, lakini sitasema suluhisho ipatikana. Bado tuna kazi kubwa sana ya kufanya kama viongozi ya sehemu hiyo. Pengine wito kwa wakazi na viongozi wa eneo hilo, wito wangu kubwa sana sana sana ni kuomba sana, na ni vile niwaomba katika zile mikutano nilizifanya kule Motor Corka na wale wazee nilikutana nao kule Dukana na pia Balesa, ni kuwasihi sana sana e, watu wetu waishi kwa amani, wawe na subra e, ili tutafute suluhisho ya hii shida. Naomba serikali yetu e, ku ili haki ipatikani, kila muhalifu ashikwe. Muhalifu ana kabila, muhalifu ni muhalifu a kila jamii yule ambaye amehusika na haya mambo anastahili kwa jeda tali, kuwa mion, miongoni ya, wa, ya wananchi na zaidi ya hayo ni wa, wa, viongozi wetu eh, mashirika yasiyo ya serikali, serikali yetu kuu kushikana mikono mikutana, na kufanya mikutano na sio moja sio mbili ya kutosha, mpaka hatuwe na eh, usalama tuwe na amani ya ukweli ya kudumu na tu, tuwe na sera ya kukisha kwamba mambo kama haya hayatapatikana tena, na hiyo itafanya tu na wananchi wenyewe, lakini si tuwawezeshe fanya ya mkutano, tuwawezeshe hawa kuongea ili waweze kutafuta suluhisho kwa ile shida ambazo zimakumbwa, na naomba Mungu pia awapate uwezo na subira ili haya mambo maovu yawe mambo ya zamani.